Ndugu yangu Askofu mteule Pindua, na msaidizi wako Makala, karibuni katika utumishi. Katika kipindi hiki ambacho waumini hawataki sana lugha hizi za toba, kutubu, una dhambi, hawataki waumini, hawataki hizi, wanataka lugha za namna fulani. Wewe ndio mwenyewe <laughs> wewe ndiye yaani, bila wewe tusingeweza kujenga jengo, ndio lugha unazozitaka, lakini lugha za kuwaonya utakuwa unpopular. Wanataka lugha za kuwasifia, lugha zinazokwenda sawasawa na ulimwengu unavyokwenda. Mungu azungumzii tu kuishi katika ulimwengu huu, ana- anapotaka tutengeneze njia anataka tukaweze tukarithi uzima ule wa milele, na huo hatuwezi kuingia bila toba ya kweli. Hakuna kinyonge kitakachoingia, hakuna bahati mbaya. Sasa hivi washarika wa sasa hawapendi ku, kuonywa, na mmejitahidi mpaka mmetufanya wachungaji tusiwaonye. Hongereni sana katika hilo. <laughs> lazima tunataka tuimbe nyimbo zinazo, zinazowabariki zinazo, nyie tukiwambia habari ya neno la Mungu watu wataki. Kanisa inaitwa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania injili, watu wataki kiwambia kwamba leo kuna neno la Mungu kuna faranga. Wanasema ni fulani na fulani wewe, ni lini? itakapokuwa zamu yako utakuwa lini? tena mwingine ndio wanazeeka wazee, sio kwamba na wanyanyasa, lakini heri uzeeke vizuri katika Bwana, uzeeke vizuri katika Bwana, uzeeke vizuri karibu na Mungu, tengeneza njia yako. Umesha- umesha sifika katika mambo mengi sana katika dunia hii, hata mtaani kwako, kwa anakujua kwamba leo amepita mzee fulani kama fulani hayuko, na maana mzee fulani ameondoka, na wanajua hata jioni zako, tunakukuta wapi? Hebu tengeneza sasa. Tena hapa dayosisi hii, aliyekuwa msaidizi wa askofu itatengeneza, anaitwa Pindua. <laughs> <laughs> <laughs> ili nini? Ninyi mtajiteteaje? Hata majina ya viongozi wenu yanakwenda hivyo. Tengeneza, Pindua, sindio? Bwana <laughs> asifiwe ni majina tu, Bwana asifiwe, lakini yana maana ili yatuzoeshe katika maisha yetu. Tengeneza ndugu yangu, tengeneza ndugu yangu, unapoona mambo kama haya. Kuna watu wamekuja wanafikiri ah, leo tunakwenda tu kama vile unavyoweza kumpokea diwani, mbunge. Hapana, hii ni jambo la kiroho, anapokelewa mtu ambaye anaongoza roho za watu kwenda mbinguni. Ndugu yangu Pindua, ndugu yangu Makala, kama walivyofanya watangulizi wenu, kemeeni dhambi, kemeeni dhambi kwa nguvu zenu zote, hata msivyopendwa. Hata Yesu akupendwa, wakati mwingine alifukuzwa katika miji fulani. Sisi mbona tupo tu? Kemeeni dhambi, kemeeni tabia zisizokuwa nzuri. Sasa hivi kuna tabia za kuto kuheshimu kama vile maeneo hayana viongozi hayana, kemeeni, lazima tuwe watu wa utaratibu, lazima tuwe watu wa utaratibu. Mwinjilisti ana-ana- anaota ana, ana, ana pembe, mchungaji anaota pembe. Usharika wangu, usharika wako, usharika wa Mungu, sio wewe. Usharika wangu, wangu, usharika wangu jimbo langu, jimbo langu, tutafikiria dayosisi yangu. Mababa askofu, kwa heshima zote, leo sisi za Mungu <laughs> na yeye anataka watu wake watubu, waende mbinguni. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana ya kutengeneza, lakini kubwa ambalo katika nafasi hii tuliyo nayo katika kipindi chetu, Mungu anataka tutubu dhambi, tuwe na hakika ili tuweze kuwa pamoja naye. Kanisa liko duniani likitamani au likijiandaa kurithi ule urithi wa mbinguni, lazima tuliandae kanisa hili, ili huyo bwana anayekuja na majilio haya yawe na maana katika maisha yetu. Ndugu zangu, kutengeneza kunapozungumziwa na Isaya ni kurudisha katika hali yake, sio kwamba sisi tunatengeneza Aha. Mungu mwenyewe tunapokwenda kwake tunapokwenda kwa, kwa toba sisi ndipo yeye anatukarabati anatutengeneza. Mungu alitu aliumba dunia hii vizuri sana, aliumba taratibu na heshima nzuri sana tulipopotoka. Kila kipindi cha majirio kinatukumbusha kwenda kurudi katika mstari. Ndiyo maana ya kutengeneza. Isaya anataka sisi turudi na kurekebisha mienendo yetu, turudi na kurekebisha mienendo yetu, turudi na kurekebisha tabia zetu, turudi na kurekebisha semi zetu. Mithali Mithali kumi na saba anazungumzia jinsi ambavyo tunahitaji ku, kuchunga sana misemo na maneno yetu. Sasa hivi kila mtu ni msemaji, kila mtu mbona tulipoanza ibada hapa viongozi walicugia wakati wa kuzuia tusipige picha, lakini kila mtu amepiga kanisani, lakini hapo hapo ni mwandishi na simu yake. <laughs> Ni msemaji anataka awaishe habari. Kila mtu ni msemaji. Vivyo hivyo, katika katika katika nafasi mbalimbali, kila mtu anachukua nafasi yake. Sasa mwandishi wa kitabu cha Mithali anasema katika sura ile ya kumi na saba na aya ile ya ishirini na saba, lazima mtu azuie maneno yake na tena awe mwenye maarifa na mwenye roho ya utulivu, tena awe na busara. Hebu angalia maneno yanayozungumzwa siku hizi, kila unapokucha huoni busara, huoni ule munyo, huoni huoni huoni maneno yanayozungumzwa. Tutengeneze hata maneno yetu maneno yetu yawe ya kubariki, maneno yetu yawe tofauti na watu wa ulimwengu huu. Sisi Yesu anasema sisi tuko hapa ulimwenguni, lakini sisi sio wa ulimwengu. Lazima tuwe na utofauti. Ukiona tuko sawa tu, basi hakuna maana ya kuwa muumini na kuwa shahidi wa Yesu na kuwa mtu uliyetengeneza njia ya Bwana. Sema kuwe na tofauti, sisemi tuwatenge wengine, lakini lazima tuwe tofauti, kwa sababu hata yesu ametupa sisi kitu kikubwa zaidi, kutuita sisi ni chumvi, tena ni nuru. Sasa ikiwa nuru inafanana na giza, kuna kuna tofauti gani ya nuru na giza? Ni lazima tuwe tofauti ndugu zangu. Leo tunapoingiza wenzetu katika nafasi hii, sisi sote tuwe tayari kutengeneza njia ya Bwana, tunyoshe mapito yetu. Tena ninyi ndugu zangu, mnaoanza ndo kuwa wa kwanza kuonyesha hilo, na mimi natamani taasisi hii iwe ya mfano, iwe ya mfano kamili ya kunyosha njia ya Bwana na kutengeneza